unaelezwa kwenye maandiko leo kwamba Kristo amekuja kuleta amani na kuwasha moto duniani, na mambo haya yapo kabisa, tunayaona pale ambapo, eh, mwingine anasema ameokoka, mwingine anasema anasali kule, mwingine anasema amemwona Mungu. Ndio hayo ambao Kristo anatuambia, lakini kimsingi yeye amekuja kutufundisha kupata ufalme wa Mungu, ambao katika kutafuta ufalme wa Mungu

mwenyezi wa milele utuwezeshe daima kuyafuata mapenzi yako kwa uchaji, kuitumikia fahari yako kwa moyo mnyofu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu mwanao, anayeishi anayoishi nakutona nawe katika umoja wa Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya sita aya kumi na tisa hadi ishirini na tatu. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vino, vitumiwe na uchafu na uasi, mpate uasi Vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo, kwa mambo hayo mliyoyatahayarika sasa? Kwa maana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 Ari karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Heri <tune> <tune> aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake <tune> <tune> asiyekwenda katika sha shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake hey. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kandokando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kama kwa majira, kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila atendaro litafanikiwa. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Hey, sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi ya peperuswayo na upepo, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Heri hey, aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake hey,

na watumwa, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya kwako e Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha wakwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe! Leo wadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa kutokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwana, na mwanawe na mwana na babaye, mama na binti yake na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. tui tukie twa kuomba utusikie. Ndani yetu kuamshe hamu ya kufanya kazi za kanisa ewe Bwana, kuomba utusikie. Familia zetu uzigeuze kuwa sehemu ya kazi za jumuiya, kuwa vituo vya mapendo ya kidugu ewe Bwana, twa kuomba utusikie. Bariki kazi ya juhudi ya hewa ya kufaa kwa mazao tunayolima mashambani mwetu e Bwana, tunakuomba utusikie. Na utupe moyo wa kupokea sakramenti zako mara kwa mara ili tumairike kiroho e Bwana, tunakuomba utusikie. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina.

Tunakuomba tujalie tuweze kutumikia kwa uhuru wa moyo, kwa yako utakase, kwa neema yako na tusafishe, kwa mafumbo ayo hayo anayoadhimisha, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Mungu wetu ia shukuru wewe daima na popote e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimuumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mujibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi ukuabudu na mamlaka kupigia magoti ya kitetemeka, mbingu na nguvu za mbinguni na maserafi wenye heri ukuadhimisha pamoja kwa pa shangwe. Tunakusihi tujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa

nakuomba mtakatifu majiri kwa nguge wako mee kwetu mwili na dana bwana wetu Yesu Kristo Yeye yeah, alipotolewa na kumoja kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, huu ndio mwili wangu naotolewa kwa ajili Hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaili nyote hiki ikinicho kikombe cha damu yangu, damu damu yakujikena la milele itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kumushuwaka. Tutangaze fumbo la imani. Ee Bwana tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako, hata utakapokuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana ulipotea kanisa lako lilio na kupote duniani, ulikabiri katika mapendo, pamoja na pamoja na Yesu leo afunene. Askofu wetu mzuri na Yesu waishi, askofu msaidizi mcha Mungu na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu walifariki dunia wakiwa na tumaini la mtukufu. Marehemu wote walifariki dunia katika huruma yako, kwa kupewa ulimwengu wote wako. Tunakuomba utunyeshe sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa takatifu Yosefu, mwake ake Bikira, mitume wenye enzi na watakatifu wote, mkale tutari kushiriki a milele kusiku nautukuza kwa njia ya mwanao Yesu. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe mwenyezi katika umoja wa Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele amen. Tusimame tusali kwa sauti na kwa imani, Yesu

Tazameni, Mwana Kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri yenu nyote mnaoalikwa karamu hii ya Bwana. Ee Bwana, sistahili ujie kwangu, lakini sema neno tu, halo yangu. Mwili na Damu ya Kristo unilinde, nipate uzima wa milele. Amina.

Mtakatifu inyasi roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche Usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Mwame. Emu Mungu mwenyezi, utujalie sakramenti hii tuliyoipokea ituchangamshe na kutulisha tupate kugeuka kuwa kile tunachokipokea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Kwa jina la Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.